Kutoka katika uwanja wa Nyayo sasa, tuelekee kaunti mbali mbalimbali, ambapo kaunti hizo pia ziliadhimisha miaka sitini na miwili ya kujitawala katika sikukuu ya Jamhuri leo hii. Baadhi ya magavana waliwaongoza wenyeji wa kaunti zao katika siku hii. Veronica David sasa anatupia jicho hali ilivyokuwa katika kaunti mbali mbalimbali nchini. Rais William Ruto alipokuwa anawaongoza maelfu ya Wakenya katika kuadhimisha miaka sitini na mbili ya uhuru wa Kenya katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi, baadhi ya magavana waliwaongoza wakaazi wa kaunti zao katika kuadhimisha sikukuu hiyo. Katika kaunti ya Mombasa, gavana Sharif Nasir ameongoza hafla hiyo katika uwanja wa Changamwe, ambapo amekashifu kuwepo kwa makubaliano kati ya taifa la Kenya na ya Amerika, huku akisema kuwa makubaliano yale yatarudisha nyuma taifa la Kenya, wenye kujifanya ya kwa wao ni watu wanaipenda hii Kenya zaidi. Don't take us back. It takes a lot for a country to be able to develop Diplomatic relations with another country. Na katika kaunti ya Kilifi, gavana Gideon Mung'aro ameelezea mikakati ambayo serikali yake inaweka ili kuwanufaisha wenyeji akisema ushirikiano kati ya wenyeji na serikali itasaidia kufanikisha malengo ya serikali yake. Katika maadhimisho hayo, gavana huyo alizindua basi la spoti la wadi ya Watamu. Njooni tushirikiane na tukuzishe Kilifi pamoja. Wana Kilifi wenzangu, tumeendelea kupiga hatua kubwa katika sekta muhimu za uchumi na maisha ya kila siku. Upatikanaji wa maji safi umeongezeka asilimia sitini na tano hadi sitini na nane lakini bado hali ya upatiaji maji wananchi umekuwa Shida sana. Kwingineko, katika kaunti ya Kakamega, Gavana Fernandes Barasa amezungumzia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ambayo serikali ya kaunti hiyo inaangazia katika kufanikisha maisha ya wakazi zikiwemo ujenzi wa barabara katika maeneo mbalimbali mbali ya kaunti, kuimarisha sekta ya afya, kilimo, biashara miongoni mwa mingine, mwaka wa marejezo na pia zile miaka za nzige ambazo kwa zimeliwa. Sasa ni wakati wa ukombozi. Likuyani mlikuwa mmesaulikwa kwa miaka mingi sana kule Likuyani. Pia tuko na mpango wa kuleta factory ya kutengeneza nguo, yani textile factory mwaka ujao, na hiyo factory itahakikisha ya kwamba sisi kama Wanakakamega wote, mambo ya t-shirts, mambo ya kofia Hatimaye katika kaunti ya Wajir, Gavana Ahmed Abdullahi akiwaongoza wenyeji wa eneo bunge la Habaswein kuadhimisha siku hii, ameisifia utendakazi wa serikali ya Rais William Ruto akisema watamuunga mkono katika azma yake ya kubadili taifa la Kenya. I just want to ask the president and to appeal to him to do more with respect to devolution. Veronica David, Undugu TV.